Hii mm, sasa ya huyo mtoto. Hii ya huyo mtoto mzuri utakayepata. Laki mbili yote? Ya yeah, kwake hiyo na kusisitizia. Na kusoma baya. Ah, na kusisitizia usije ukampiga panga. Siwezi, wezi ushanambia, mtu taji, nampigaje panga? Amina. Amina. Wewe Amina, wewe. Wewe. Wewe Amina. Amina. Amina, wifi yako nimempigia akawa patikani. Sasa sijui naye kakutoa na nini, lakini nadhani akifika nitamwambia. Haya, sawa, usiondoke hapo kwa sababu huyu ukaambiwa nalazwa, nalala. Kwa hiyo usiondoke Sawa sawa. Saizi salama. Vipi? a ah, mi nikopoa kiasi. Nimeingia chumbani kwa mama, mbona hayupo? <sighs> Mama amezidiwa, kwo nilimpeleka hospitali. Mbona ukunipigia simu sasa? Kwangu nimekupigia sana simu, upatikana aye mpaka ukantia wasiwasi ah. Sasa hospitali umemwocha na nani, ah. Anifa nimepigia simu kondo yuko yukouko uko sawa na hospitali. Sasa wanasema shida zaidi ni nini kwa mama, ah. Ni yani mapresha yake tu, so pale uliniacha nikaanza kuongea naye nikawa simuelewi yani, mara ananiambia kama kawaida, makesi yake usijui mkeo, sijui nini, mara anatoa simu, sio atakupigia sema, nina ushahidi yuko na ushahidi upo, sijui nini. Yani kifupi, nikasema kwa wakati anaongea hivyo, hali ikaanza kubadilika. Kwa hiyo ilikuwa inabadilika, mimi nikawa sasa nimekosa trait na yeye, nikaanza kuangalia kujua pia jinsi gani namtoa nampakiza kwenye gari mpaka nampeleka kwa, sijajua kabisa. Yani sijajua sh, changamoto ni pole. Mme wangu, yani siku ya leo unaona ni mbaya sana. Hata mimi uko nilikotoka mambo sio mazuri. Na kweli kiangalia, ulikuwa upatikana na umerudi nywele zimevurugika, na hujaniambia kwa nini uko Tumempoteza Amina. No way. No way. kaalkanaumkaj hajaumwa. Mimi nimemkuta amelala kwenye kochi sebleni. Nikajua amelala tu kawaida, namwamsha naona mtu amke na, u, ni, u, u, nini umwili wake ulikuwa umeushika e? Mi nilimshika kwa sababu nilikuwa najua tu amelala kawaida, lakini hata hivyo, wakati naondoka, niliwasiliana na ndugu zake nikahakikisha ndugu zake wamefika pale, ndio nikaanza safari ya kuja huku nyumbani. Yaani mimi mume wangu, nachokiona, naona vitu vinakuwa vingi sana. Nafu vinakuja kwa mfululizo, yaani mpaka mimi mwenyewe naona nachanganyikiwa. Ah, angalia kama hivyo, mama anaumwa mara misiba mara maradhi humu ndani, mara kimetokea hiki mara hiki, mara nyumba haina amani, mara tunagombana. Yaani ona, nyumba imekuwa nzito zaidi na nielemea. Kuna muda mimi nagombana na wewe, sio kwamba napenda, najikuta tu nimegombana na wewe. Hata nikikaa chini nikijiuliza, ah. Ah, kwa nini tunagombana, nikijuliza kwa nini tunagombana, nakosa jibu. Kanji mme wangu, mi naomba tu Tuame tuondoke hapa, mi sioni kama panafaa. Naona nyumba inanielemea, imekuwa nzito sana. Kwa mume wangu, tunagombana ovyo. Kuna muda tunagombana, nikikaa najitafakari kwa nini nagombana na wewe. Mi nakuomba tukanje, tungeama hapa, nakuomba Kiukweli, waifu nimeanza kukuelewa kwa sababu ukiangalia, yani, kuna vitu hata mimi sivielewi yani. Mama kila siku anaumwa yani. Kila leo anaumwa, tumempoteza mama yetu kipenzi. Ukiangalia mimi na yeye tunagombana sana pasi na sababu yote ya msingi. Mdogo wangu kipenzi ameondoka, yani nafikia time, na mimi kama unavyojua ni nguvu za kiume sina, nakuwa tatizo langu nafikia time paka na vichukia na chukia hichi kitanda na chukia kila kitu mundani. So kwenye hili linaungana na wewe. Mimi nafikiria hapa tu hapa. Tuame, na pia sitaki ubebe kitu chochote yani, najua yani kwamba kuna vitu huko, napenda unapenda makabati yako lakini huko. Nataka tuondoke wenyewe tu. Mtanua vitu vipya. Kwa hiyo make sure hivyo. Tumtafute dalali yule sungusungu na rafiki yake dahali, vitu viuze vitu vyote. Mimi nitanua vingine tuame hapo. Asante kwa kukubali. pole, kwa kukubali msiba... ombi langu. Pole kwa msiba. Wamesema wanazika hapa wanasafirisha, nadhani tutawasiliana nao tutapata majibu kamili, si ndio? pole pole pole, Majuto Jamani, hey. Mimi kuna mtu ananitafuta tunataka niende nikaonane naye mara moja tangia jana mimi. Mimi na wewe tuongee vitu vya maana jamani, nziwanda wangu mawili matatu. Aya, shangazi yangu kipenzi na kusikiliza. Pacha wangu. Pacha wangu. <laughs> hey. Mimi nikuwa nakuulizaji mimi, mbona sijaelewa jamani eh? Yani Hadija ya mimi nikajua nikitoka kwenye mambo yangu huko nitamkuta na bwana wa maana, bwana mwenye riziki zake, ambaye hana riziki nusu nusu, nashangana mkuta na bwana eh, yule jamani! Kwani kitu kile kakitoa wapi? <laughs> Sasa we hapo shangazi, usichokielewa we hapo nini eh? yule pale mwenzio dada Hadija pale, yani Hadija ya moto yule bwana ndo anaona amepata dunia nzima, naona kaiweka hapa kiganjani anaona watu wote hawana wanaume yeah. Yule kidunyiro wake yule, ndo anaona yule ndo mwanaume wake wa maana. Mwenzo humwambii kitu kuhusu yule bwana? Haya, na wewe maanake, tangia nimefika hapa sijaona hata kuona hapa mtu kaja angalau kaita hata chipsi kavu, sijaona mtu hata kuleta maji baridi, sijaona chochote. Nawe ndugu yangu, ndo riziki zako ngumu bwana una au wewe ni nini? Ah, shangazi, limeniangukia mimi tena shangazi yangu, mimi nikuambie ukweli Hmm. Aziza moto mimi sijui nanie. Yaani shangazi, mimi unavyoniona hapa, mwanao yule bwana wa maana mimi, wa kusema ukweli, mimi sina. We, sina kabisa. Yaani bwana mimi hapa sasa hivi ninavyokuambia, naweza tokee, bwana, Aziza moto nakupenda, nataka nije kwenu, nitakubaliana naye vizuri, kesho tunaonana. Ikifika kesho shangazi yuka. Kwanza sio shangazi, kwanza sio, ni anti. Yaani ukiongea, ukiniita anti, ndio ninakuwa mimi, napata kama stata fulani hivi na mizuka, si umenielewa? Kwa nini kinachokushinda we kuongea, auntie, wewe kuongea auntie kitu gani? Auntie. Umesikia? Ndio maana wewe najiuliza mimi mbona bibi huyu hana bwana wa maana? Lakini mimi nikiongea vitu vya kweli inaonekana ndani mpo nguani. Eh? Mimi nimemwambia mama yenu huyu sio mtu nzuri. Shangazi. Sh we koma we. Eh. Tuna koma. Yaani wewe we. Unajua mimi ninapata ujasiri wa kusema wewe kwa sababu wewe ni pacha wangu. Kwa sababu wewe ni mtoto wa mwisho wa kakaangu. Alafu si tu kwa nini watoto wa mwisho ambao ni wajeuri wabishi, naenda kufanana nao bwana? Hata nikifanana na Adija, alikwenda kumuokota yule kindururu wake eh. Hivyo kinachokulalamisha wewe nini hapo? Hivi usikii uchungu mimi na uzee huu kwenye nchi za watu, kwa na mabwana wa maana? Mimi naendesha renji hapa nilivo, sijaamua tu kuja nalo kwa sababu nitauki jana gari, wanaanza kukuloga wewe mambo haya unayoyafanya kwamba wewe ukose bwana, yani wewe naona kama mama yako vitu vivyo vya uchawi kakuwekea wewe, mama yako wewe anakuroga ya, na ndio maana Adija naye analoga ili apate. Yani mama yenu yuko hivi? Mimi unjua mimi ufiangu unajua, tangia zamani mimi yule kanilea mi tangia ni kondogo. mimi mwenyewe nilikuwa sipati riziki zozote, na mashoga zangu mbili bilicho kwenda kuniosha mpaka hapa nilipofikia, ninapata mabwana wa maana hivi. Wewe mimi napata mabwana wa maana wewe usipati mabwana wa maana hivi ni kwa nini? Adija kupata bwana yule. Mimi naumia, nyinyi ni watoto wangu, jamani watoto wa kaka yangu. Eh? Mama yako yule wao anakuroga, anakuchezea, anawachezea watoto ili mpite kuzekea ndani humu humu. Msitoke mkae humu mpite kumsaidia kazi zake mpite kuchambana kama watoto wadogo. Mshakuwa wakubwa nyinyi ndio mpate mambo na maana. Nikwambia mama yako mwanga nakataa. Ningekuwa wewe ungeambiwa mtu ni kuomesha shangazi yako mwanga. Tena ungesema ndio ule shangazi mwanga ndio maana napita nikinipa ujue wanga wa nene. Ungesema hivyo au bibi yako nzaa baba angesema mwanga, ungechangia mama yako naica kunivimisha mdomo. Kwa kwaio, mi naongea vitu visivyo kwa namana, bwana shangazi. Anti bwana, achana na hivyo vitu bwana. Hivi mpaka leo shangazi yangu bado naamini tu hivyo vitu? Sasa mimi nisikilize, shangazi yangu, mimi hapa kuna sehemu na wai, kuna mtu ananitafuta na huyo mtu, hii ndio mida yake ya kutoka. Mimi nikirudi tu na kuahidi, shangazi yangu, tutaongea. Kwa hiyo mtu wako ana maana kuliko mimi? Hamna ah, bwana shangazi bwana. Sasa tuto... nirudishe kwa mama yako, tutaongea vizuri mimi na wewe, aunti yangu, jamani. Sasa mimi nani nilokuambia mwambie mama yako, ipate kunigombanisha naye, nyumba ile ione chungu. Haki mimi nakuambia vya maana, unanivimbisha mdomo mimi nyang'anye. Hey, hey, hey. yeye yeye nyoto nye mkiambu watu kitu Lazima ndio kaseme, nianze kupambana naye. Ana yule, nakuja, ndugu yangu, nakuja. Tena leo nimejiandaa, nimejipanga, hata nakuja kula kike kwa elfu hamsini. Niko na pambe zangu eh, kwani unijui? Hatari, fanya haraka, unajichelewesha, shoga yangu. Eh, hey, naona nyinyi mmeshapendeza kama kawaida yenu. Kwani utujui? Eh, hey, wanaharakati. Eh, hey, so shida zenu kwema? Kwema. Maana huko kila ninakopita dada kila pembe na mbona unanitafuta unanitafuta unanitafuta ndio utafikiri ninatembea na, na, na, na figo yako. Nikasema haya ngoja nije nikusikilize. Aziza mtu mdogo wangu. Sikutafuti kwa shari na kutafuta kwa heri. Una na hey, hey, bwana akakuona chuga akakuelewa akakupenda balaa anataka hata kukuoa. Hey, huyo bwana kanipenda Aziza moto mimi na anataka kunioa? Hey, hey, makubwa au? Ah, bwana mi kanijulia wapi na kanionea wapi? Alipokuonea, alipokupatia mimi sijui, ila akakuelewa balaa, nakupenda natamani, atakua shokea Jamani hey, ziza moto mimi. Hey, nimepata bwana anataka kunioa. Hey, Dadi ya moto. Mbona atanikoma? Maana kesho asubuhi nikinalalia vichambo mimi, usiku namkia vichambo. Mama, usiku nikilalia vichambo mama, asubuhi namkia vichambo. Hatimaye na mimi nyota imeonekana. He, asante Mungu. Hey, sasa tusiongee sana. Uyo bwana kwanza yuko wapi? Hey, unataka bwana alipo wa nini? Uyo bwana yuko wapi, unamtakia nini shoga yangu? Mimi nishakwambia bwana akakupenda akakuelewa. Kazi yote niachie mimi. Wewe bwana unamtakia nini? Niachie kazi mimi mwanjea. Basi haina shida shoga yangu. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Basi unipe tu hata namba ya simu. Namba ya simu? Namba ya simu ya nini? Namba ya simu ya nini? Nimeshakwambia kazi yote niachie mimi mwanjea. Unataka namba ya simu, ndugu yangu, kazi ya kazi gani? Eh? Bwana, yani bwana kakuelewa, kakuelewa kweli. Kwa hiyo namba ya simu haina umuhimu mimi ndo kipa wako au mimi ndo limonti yako ambaye nakuendesha wewe. Kwa hiyo kila kitu ni mimi, uwe bwana si kusnambaa simu siiniwe achana naye eh. Sawa, haina shida dadangu, mimi ninakuaminia mimi, sintakuangusha yani, ninakuahidi katika hili, sintakuangusha yani, tena mdogo wangu, yani hapa hapa umguu kwa tunatoka, yani napitia kwako, yani kama Mungu umekuja

yaani nakwambia hivi shoga yangu, iziela hadi jamaa moto mwenyewe iziela hajawahi kuzishika mamoto pale, mpaka na umri ule nakupia eh, hey, hajawahi zishika iziela he, he, leo ndo mimi jamani, leo ninaingia na mimi hera mimi nyumbani hey. Sasa sikiliza shoga yangu, shika kwanza hii shika hii, nenda kanywa hata soda. Na wapenda kitu kama nyinyi mnaopewa kazi mnatoa kazi, sio mjitu mingine. Sasa mdogo wangu Hizo hela nimekupa sio, si so, ukale ukafanyeje, unavyoenda kuona ole bwana, upendeze. Maana wewe mchafu, mimi somo na kufunda, wewe ni mchafu Aziza moto, ukabe tu kweli, ukapendeze, ukatakata, ukakoga, ukogeke, upendeze bwana. Ukiambiwa na mapesa, namaanisha mapesa, naomba ukapendeze mdogo wangu, kondokeni. ee hmm. Ndio, tumia mia leo mwenzangu. <laughs> Napangapanga vitu hapa. Ah, wewe utakuja tu, shoga yangu, hata usijali. Mimi na wewe tena zawadi. Basi ngoja niendelee na kazi, tutawasiliana baadaye. <laughs> E, umesharudi tayari. Naomba tuonane na kuomba hata ke, yani hata leo asubuhi, kama leo hauna nafasi, hata kesho. Naomba kuonana na wewe haraka sana, nina matatizo yani, nina matatizo, sielewi hata nafanya nini mimi. naomba tuonane, nitashukuru Itabidi tukutane nyumbani. Hapana, kule nimesha hama. Tatizo nitakuelekeza. Aya, sawa. Majuto ro moto wa tamaa moyoni, nikaona pesa ni njia ya kufika juu, nikawasa